Tulikuwa tunajua kwamba ili uweze kuchimba kwa ajili ya maendeleo endelevu ni lazima ufanye tafiti. Ni gharama za utafiti ni kubwa sana sisi, kama wachimbaji wadogo hatuwezi tukamudu uh, hizo gharama za, za utafiti. Tulimwomba Mheshimiwa Waziri atupatie uh, ripoti. Unajua, sisi wachimbaji wadogo tunachimba bila mwelekeo, tunabahatisha. Sasa hii ripoti inakwenda kutuelekeza kwamba unatakiwa uchimbe kwenda hapa katika engo hii, utaenda kupata uzalishaji huu katika muda fulani. Kwao tunaenda kubadilisha maisha yetu kupitia ripoti hizi hizi. Kwao tutachimba kwa, tuta kwa vizuri zaidi, ina maana tutajitahidi tuta kuzalisha zaidi, ili hata mapato ya serikali ya serikali yaongezeke. Ripoti hii pia imewasogeza wadau wa taasisi za kifedha kwa wachimbaji waweze kupata mikopo rafiki itakayowawezesha kununua vifaa vya uchimbaji itakayowawezesha kama kikundi kumiliki mtambo mkubwa wa kisasa ambao utatumika kuprosesi eh, dhahabu wanayoichimba hapa. Tumeweza kukutana nao baadhi kwa siku ya leo na kuweza kuwaelimisha uh, kwa ufupi sana kuhusiana na uh, elimu ya kifedha, na hapa mkuu wa wilaya ya Songwe Solomoni Itunda anaelezea faida zinazokwenda kupatikana kupitia ripoti hii. Sasa tunaenda kufanya mapinduzi makubwa ya kihistoria kwenye sekta ya madini, hususani kwenye haya maeneo ya leseni 19 za SGF. Haya madini tunayochimba yabadilishe maisha yetu. Aida Mathew, Clouds, Songwe.